Avieta, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bondia kutoka Uingereza mwenye asili ya Nigeria, Anthony Joshua amepata ajali ya gari leo akiwa nchini Nigeria katika barabara ya Lagos Ibadan Expressway. Ajali imetokea saa tano asubuhi kwa saa za ukanda huo baada ya gari aliyokuwa ameipanda aina ya Lexus kugongana na lori lililokuwa limepaki pembezoni mwa barabara. Kwenye ajali hiyo, Anthony Joshua ameathirika kwa kupata majeraha madogo na kwa taarifa ni kwamba aliwahishwa hospitali haraka sana na taarifa nyingine ni kwamba watu wawili walifariki hapo hapo kwenye ajali na wengine ambao walikuwepo kwenye gari hiyo walipata majeraha makubwa na kukimbizwa hospitali. Na wakuu wa usalama barabarani walisema sasa, kwa sababu chanzo cha ajali bado hakijawekwa wazi, polisi jimbo la Ogun na wakuu wa usalama barabarani walisema uchunguzi umeanza ili kubaini chanzo halisi cha ajali ikiwa ni pamoja na uwezekano wa uendeshaji gari kwa mwendo kasi kupita kiasi au matumizi ya vilevi wakati wa uendeshaji. E, kumbukwe kabla ya Anthony Joshua kusafiri kwenda Nigeria siku chache nyuma, Desemba 20, 2025, alishinda pambano lake kwa KO dhidi ya Jack Paul lililofanyika Miami, Florida, nchini Marekani. Mimi ni Mkaka Nose, hii ni PMTV 2. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari.